Jambo na karibu sana mtazamaji wa 69 Media TV. Hii ni meza ya wambea, the gossip table, na meza imeshine ah, <laughs> Baua maua maua we we, we njano, njano, meremeta, ana meremeta na wakawaka waka. E, e, wanawake weusi hawana mvuto, hawana mvuto eti weupe wana e, ya joto kali, yaani <laughs> e, watu weupe wanaambiwa sasa hivi wamewekwa katika formula fulani hivi yani, e, kwamba wakiwa watu weupe basi mapesa yanamiminika yana yn yani, weupe wazuri dili, weupe mjini pesa, unaambiwa we, weusi watamu Ushia kusikia kauli ya Eliudi. Mm. Eti nasikia weusi wa watam test me. Mi wa... kuna mwanangu mmoja yeye <laughs> mwanamke mweupe anamchukiza. Yaani okay. Katika katika mambo yake ya mademu kutaka mm. wana, wanawake. Yeye mm. bwana wanawake weupe wanamchukiza. So kama hawapo wazuri na nini? Habutini. Lakini yani yeye anapenda sana vitu fulani vya siweusi. Siweusi. So hata wazungu. Mm. Wazungu wenyewe wanatamani kuwa weusi. Wao wanapenda wanawake wa rangi gani? Mimi bwana napenda mwanamke so rangi, lakini napenda mwanamke tu at least ame kama rangi kama yako. Ah, mix, mix. Akiwa mweusi sawa, chocolate color fulani eh, aki, napenda hey, mimi napenda kitu fulani hivi unique chenyewe. Hata kama akiwa mweupe, basi waupe wake wanakuwa ule wa asili so tena Waupe tena umepigwa pigwa madoa madoa kibao, make kuna huku <tipukura> mwingine, ndugu yangu aeleweke, yaani unafika wakati una mpaka unachukizwa yaani una unafik, yani, unafika <tipukura> kinehe yani wenyewe sikulikuwa <tipukura> tunasema kinehe <tipukura> ndio. <kinehe> nini? Yaani kitu ambacho kimefikia mwisho, yaani mtu mm, ambaye kama kajichubua, unasema huyu tena kazidi. Oh. No. Unaona kama huyu mtu anakula kakala mpaka vimbiwa, unasema tena huyu tena ka- kazidi, haijui shiba yake, yaani kinehe, mm, yaani kitu ambacho unafanya ambacho kinapitiliza afu sio kizuri. Ah, hasa so unaposema kinehe kwa kikabila chetu, kinehe maanake ni vipi? Mm, kinehe. Eh, kinehe. Vipi? Eh, kinehe. Ah, wewe. Sawa, aje sikia wasambebe alongside mtu mzito mwenye majina yake mengi mjini. Nichekeshe no baba nifurahishe baba. No tingling in the town, Ay. The body is the big mtu bad baba oh. nawe baba la toto, baba la wana. Ay. It is the gossip table watu not come out to sita. Ah, tuko hapa kwa ajili ya kukupa zile trending stories za Umbea ambazo zina happen au zime happen kwenye mitandao ya kijamii, mm. Tume, tumeona hapo vitu vingi watu wanavizungumza, lakini leo habari kubwa inamzungumzia huyu mwigizaji, mm. Dada dada ni ni, ni mwite dada eh? Ni dada, inaweza kuwa mimi mimi ni mkubwa. Kwani ni vipi? Mimi kwa mimi ni mkubwa kwa ni mkubwa. Eh, e, tuite tu mdada. Mdada. Mm, binti. Binti ya. Ni bado binti yule. Yule ni binti mdogo kwa sababu, ndio maana hajui anachokizungumza. Na ndio kwanza anaanza ana, kuchipukia chipukia. Yaani bado hajafikia hatua fulani wenyewe anasema kama kukua ndio kwanza unaanza kutu kudedea dedea pia, eh, ya, yani bado yani, si mama si mama dede, kaonekana tu kwenye video si mara mbili tatu, mara tayari mambo ameshakuwa mengi mjini, umejua mkorogo wa kijiko tayari. Mimi kuna wakati mmoja hmm. kuna wakati tabidi nijiulize mm. hivi ningekuwa, hizi rangi hizi hazipo hizi, unaona no, tu dukani eh, hizi rangi za kujichubua hizi mm. krimu, vipodozi, haya mambo kabisa ya ku kujichubua ni kubadilisha hii, tungekuaje? Tungezailika hmm. hmm, yani tungezailika hmm. Na so sio wanawake tu kujichubua, sasa hivi wanajichubua mpaka wanaume, mpaka watoto sasa hivi hmm, wanachubuliwa ninavyokuambia. Na ndio watu sasa wanakuja sasa wanaona weupe ni dili, ndio weupe, na ndio maana mtu anafika hatua anasema, bwana, mimi siwezi kutembea na mvulana mweusi ndio mm, mpaka ukifikia hatua mwanamke unazungumza maneno kama hayo mm. Ujue kwamba ujichunguze ujiangalie mara mbili kweli kwa eh? E, sababu unaanzaje? <laughs> unaanzia wapi <laughs> e, e, lazima tujiulize e, unaanzia wapi kuongezo kauli jamani ndio hapo sasa. Yani kama hii dunia kaitengeneza yeye kwamba yeye anaweza akachagua anachokihitaji. Mtu kama huyo hata kutengeneza mdoli hawezi. sasa mtu kama huyo kuumba hawezi. wala sisi tunamzungumzia Vanillah. imekuwa ni stori ambayo ikizungumzwa sana mitandaoni lakini mpaka sisi pia kuizungumza hapa ni kwamba imezidi kupamba moto mm. ni kuhusiana na huyu bidada Vanillah huyu ni content creator, pia mzuri lakini pia ni actress anaonekana kwenye series nyingi na alizungumza kitu ambacho pia kimeweka mkanganyiko kwa jamii husika mm. lakini pia kwa walengwa husika alizungumza kwamba mwanamke mweusi sio mwanamke mzuri mara mm. Akasema wanawake weusi hawajui kuoga mm. ila wanawake weupe ndo wanawake wenye thamani ndo mm. wanaotakiwa mm. maneno akayazungumza hayo jamani. Watu wakaja juu, wadada weusi wakaja juu kwa mungia, na mi nikiwemo. Kwa nini? Kwa nini sasa tujui kuoga ndugu yangu? Eti mimi sijui kuoga na ndo nashangaa mimi, niuliza wewe, tatizo lako wewe hauna oh, hela tatizo hauna kitu hey, nikwambie tu ukweli, ukiwa na hela hey. eh. kidogo hmm. ungekona usingesema hizo kauli mm. na hii nahisi, na wewe ungekuwa kwenye mfumo fulani hivi mm. Je, jinsi gani? <laughs> kirangi kira si <laughs> sasa kirangi si unachi. Sasa dada yetu Vanilla mm. kuna picha zinamwonyesha kwamba mm. alivyokuwa mweusi na mpaka wakati sasa hivi anaonekana kama Mwarabu ukiona e, ngozi siya yake sasa, yule mwanamke ukimzumu kabisa mm. Hivi ile ngozi yake unajua mtu mweupe ukimwangalia, tunajua huyu ni mweupe natural ya yani. Ya unajua kabisa kuna mweupe akipita, unajua kabisa huu hapa kajikoboa siku mm. Ile kwetu tunaenda kajikoboa n yani kajikongozua, umeelewa? mm. mm. Sasa ukimwangalia ngozi mishipa, unajua ukitaka kumwona mwanamke, watu wana dalili nyingi, dalili ziki zinatofautiana. Ukitaka kujua mwanamke huyu ukajichubua, so rangi yake, uh, muangalie kwenye mishipa, inakuwaga yani, hey, kama kuna ukijani yani, mishipa sio mekundu, imekuwa ya kijani kijaniekundu ambao wakupitiliza, kuna ile michirizi, michirizi fulani hivi hmm. wamchunguze sana msichana ambaye amejichubua, utamwona Mi nakwambia katika wasichana wa, wa ambao ahlabu sana kujichulua wasichana mm. wa Arusha wa ah, wale wanakuwa na rangi zao natural eh? wa Arusha, eh, Moshi Moshi, Warangi, eh, Moshi mm. wanakuwa at least, so at least wana urangi urangi, kwa sababu kule nahisi ni baridi na nini mm. na iko hivyo hivo eh. umeelewa mm. lakini kwa dada yetu Vanillah mdogo wangu yule kila nikimwangalia hivi kwa kauli anazoziongea, jamani mm. nafika wakati lazima tu akili akili, mi niliangalia le picha yake ya zamani hivyo. Unajua, bora mtu we mweusi lakini we soft sasa, unakuwa mweusi alafu na michunusi. Kwa upande mwingine, Vanillah umekosea, hata kama unachukiwa na keusi, hatujui mm. alizungumza kwa sababu gani, yeah. labda na bifu na mwanamke mweusi, hatuwezi jua, jua wanawake bwana hawa. Lakini akukuwa na haja ya kuzungumza, lozungumza wewe. Mimwelewa alivyoizungumzia nikaizungumzia kiundani, anasema mimi siwezi kutembea na mvulana mweusi kwa sababu sitaki kuzaa mtoto mweusi mweusi, si umeelewa hiyo? mm. Mada imezungumziwa sana, yani sasa hivi imekuwa tena ndo kama hana pa kutokea, maanake unajua sisi sometime tunawapa hawa vichwa, tunawapa hawa vichwa kwa sababu tunaona tuna ana... ah, kazi zao, mtu akifanya kazi mbili tatu tunaweza tunaongea tuna naongea vitu vya, vya kipuuzi kama mm. hivi tunakaa tunavizungumza sasa mm. dakika za mwisho tunampa kiki huyu mtu mm. kwa sababu kila tukimzungumzia tuki hapa. Mi sioni kama kuna sababu kubwa ya kujiona eti kuzungumza vitu kama hivyo, kwa sababu yeye mwepe, wakati yeye mwenyewe kajichubua, ndio kwa maana yeye hapa juu, alipotoka katokea wapi, umeelewa? mm. alafu pia kuna kauli nyingine alizungumza hivi, nyinyi wakina mama kama uliona hiyo hivi, ni wakina mama kule dini, watu wanapojifungua, tunaona watoto wote wanazaliwa ni weupe, si sindio? Mm. tunaona watoto wote wanazaliwa ni weupe, ni weupe. Mera. Uh, wakina mama wakizaa mtoto mweusi wanamficha. Kwa nini? Kwa nini? Akasema kwa nini wanaficha watoto weusi na wasimwonyeshe? Wazi watoto mtoto siku zote akizaliwa, mm. Kuna watu kuna watu wanazaliwa ni weusi weusipi, yeah. Menelewa ile weusi yani kwamba ni weusi na wakikuwa wanakuwa weupe wanakuwa weupe, yes, na watoto wengine wanazaliwa weupe wanakuja kuwa weusi, weusi, umenelewa mm, kwa sababu ule ni utoto, umenelewa. Na Mungu ana kudra zake yeye jinsi gani lokuumba wewe mm, mweusi au mweupe, na ndio maana katika kitu ambacho O, kuna vitu vya ubaguzi wa rangi na ndio maana tunakuta sisi wa, wa Afrika sana tunajitofauti, yani wazungu wanatutofauti wanatuweka utofauti kwa sababu ya ubaguzi. Angalia hata Marekani, Marekani mm. hawataki mambo ya ubaguzi wa rangi mnelewa, na ndio maana kuna baadhi ya movie zina watu wanaigiza movie za Kimarekani, unaona kwamba kuna kitu aki, kama ukiangalia tuko baadhi ya movie traffic ya askari askari, labda mtu mweusi anatoka road anamkamata hmm. Utaona ile mbiringe mbiringe ya mtu mweusi, ngoja apike apite mzungu utaona <tip> bwana anaachia kabisa vipi, anangole leseni pale nakaguliwa chapu anapitishwa. Sasa yule naye sijui ni nimweka katika fungu gani huyu naye hmm. Vanillah. Vanillah. <laughs> Eh, kwa sababu anachokiongea akijui na bado mtoto mdogo kabisa mm. kwenye game hii ya sanaa amebugi. Umeelewa? Sidhani kama ni anafanya hizo kazi za, za director yule, anafanya kazi za huo director, ni director au tumem... yule kuelekezwa, yani anaelekezwa anaelekezwa, jina lake bado sana bado, mimi, bado mimi, kuna filamu moja hivi nilishuhudia yani vime kipo swahilini yani, unajua mm. hizi kamera sometime, hizi mtu sometime, mtu kwa rangi tu nyeupe, ndo maana hii karakta nzuri, watu wanajua karakta nzuri nye okay. ni nyeupe, asikwambie mtu. Duniani kote mtu special mtu mweusi ndio, duniani kote zunguka, mtu mweusi akionekana ya ana, yani anaonekana wa tofauti huwezi kununua weusi duni, duniani ila huko unaupata na ndio maana wazungu wanautamani weusi. Mbona watu wamejichubua mpaka leo wanajijutia kwa nini wanajichubua? Mm. na sasa hivi wanawake wengi sana wameingia kwenye mfumo, hata mimi naweza nikasema ukweli, mbona mm, yani familia nyingi, watoto wadogo sana wakipata vitu vipesa, hai, hai, urembo, wa urembo haujakatazwa kwa wanawake, lakini urembo haujakatazwa urembo ni kitu kwa mwanamke ni, ni, ni kitu spesho sana. Ndiyo. Yaani mwanamke usipokuwa mrembo kuna uzuri hmm, na urembo, lakini kuna kujidhalilisha pia. <laughs> Maana utajikuta, utamkuta mwanamke kajichubua eh, alafu pia kavaa viguo vya wazi unaelewa hmm. Unaanza kumkagua huyu, yaani hata mwanaume una ule mshawasha kusema da huyu kidogo hata anaanza kanivutia. Yaani yani anakutoka hmm. Hata hamu ya kuwa kumwangalia mara mbili hakuna, unapata kichefuchefu. <laughs> Sasa ndo mambo haya ya nani ya hmm. tuka- huyu tu, Vanillah baby ni msichana Vanillah Vanillah wa kings asiye yule yeah. Jamani huyu sasa hivi mpya, tutakuwekeni picha yake hapo. Ay, mtaiona. Mtaiona hapo ya, ya zamani Maa na haribu, ya na ni before and after mm. mseme je, sisi tunamsema vibaya hapa, zile chunusi kafenesi. Irene alisema mm. yeye achagui, lakini kala yake anapenda wanaume weusi, umeona mm. Achagui, tumeona mm. ametoka na wanaume waupe, ametoka na wanaume weusi, achagui rangi, ila yeye mm kitu ana feel umeona, ana feel rangi nyeusi, kitu ana feel rangi nyeusi, kitu ana feel rangi nyeusi, si ndio? Au nimekosea eh? Au umepatia? Ndio kinanyie sasa. Wewe mwenyewe, kwa nini wewe unakaa, unakaa, kwa nini wewe unakaa? Jepo mi siuelewi uweusi wa ndugu yetu kameramani weusi wake siuelewi. ni nani? Upi? Kipara. E, kipara kipara cheupe <laughs> ila sura nyeusi tuone zatume kusema je, utaitoa? <laughs> so, inafika wakati hey, watu hawawezi kujitengeneza, hawawezi kujitengeneza. Unajua, kujitengeneza kwanza, tunajua kujitengeneza pia yeah. Ni, ni misingi mizuri yes. Hii tunam, tunamfahamisha hatumchambi wala tum, hatumdhalilishi. Si tunaongea kwa wema tu. Tumfahamisha kwamba mm. We unatakiwa ujibrandi kwenye sanaa yako mm. uikuze sanaa yako, umeelewa mm. kama una biashara, kwa sababu unapozungumza ya matabaka kwamba mimi sitembei na mwanaume mweupe mweusi, si ndio mm. kwa sababu ya sababu zako labda takuwa mni sababu za kipumbavu kabisa, ambazo haziingia akilini, na kama mtu una akili zako timamu, huwezi kuongea vitu kama hivyo vya kipuuzi kipuuzin, yeah. yaani, unatakiwa ukae ufikirie kitu ambacho unachokizungumza ni sahihi na hasa kutengeneza ile brand yako mm. Sio kama ukaona watu wanakusema, tunakuzungumzia hivi, inaweza ikakushusha. Hata kama unatakiwa, kuna matangazo, unadhani wenye hela ni watu wenye wenye pesa ni watu weupe peke yao mm. au weusi, watu wote wanahela, umenielewa? Wewe kubwa, angalia kitu unachokifanya, simamia misingi yako, kama ni hekta yeah. Egiza inavyotakiwa umenielewa. Kama umejichubua ficha baadhi ya vitu umeelewa. mm. Unajua kuna mkumbu, watu wengine wanajichubua kwa sababu ya mkumbo tu ya watu, baadaye wanakuja anajijutia kwa kitu ambacho yeye yeah. yeah, amekifanya, umeelewa mm. kwa hiyo unafika wakati anatakiwa atengeneze tu brandi, angalia wenzake mm. wale kina anti Zekel, umeelewa akina, tunatoa mifano mizuri kabisa, anti Zeki angekuwa anataka kujichubua yule angejichubua tangu asubuhi, ndio umeelewa mm. mwangalie mtu kama Mwasiti Mwangalie hmm, kama nani? Queen Dalin, kina Mona Lisa, angalia watu eh? Kama Mona Lisa. Yes. Waangalie wanawake, angalia Shem Safodi yeah. Mnaelewa? Waangalie wanawake ambao wana rangi na tayari na, na, na majina u... yao makubwa eh, na mwangalie, angalia sasa hiyo picha yake ya huyo Vanilla Baby, uangalie na hawa mastaa waliokuwa chini huko walivyokuwa zamani, utaona vituko <laughs> lakini walikaa katika ngozi yao mm. kuna vitu vinang'arisha ngozi mm. Menelewa, kuna vitu yani kuna, kuna makemiko ma, aya, achanini nayo. Kuna vitu vya asili sahivi vinang'arisha ngozi Ndiyo. Menelewa, na sisi tunawaomba tu, kama kuna makampuni wanatusikia mm. wanataka kutangaza bidhaa zao wapo huru kwenye kupitia 69 Media wanakuja hapa. hmm. Tutafahamisha vizuri kabisa kuna makosmetic mengi ambayo hmm. yanaweza yakakufanya wewe kuto kujichubua na rangi yako ikakaa katika system nzuri kabisa picha picha yako hapo. Sa kwa hiyo eh. kuna wakati lazima watengeneze mifumo ah, hmm. ah, kama hivi visanii vinavyokuja na ndo ndo wanaingia kwenye mambo ya udangaji nani nani, Maimasa alizungumza udangaji ni ukemeaji. Mnaelewa? Yaani, udangaji ni ukemeaji, ukemeaji. Chukua hiyo, yaani kwamba wewe unadanga una, lakini unakemea. Yaani wewe hii udangaji kwenye ukiingia kwenye kamusi unaweza ukasema ni ukemea. Na ukemea ni nini? Ukemea kama mimi hapa naweza nikafanya kitu changu mm, akijaenda mm. Afu kuna mtu yuko karibu, oya mwanangu, mwambie muhimize sana ile jambo ulifanya ile, yaani una force kitu kienda, upate nini, chochote kitu eh. sasampa mwenyewe unasema mfumo mm. Sahivi kuna sasampa, eh, sasampa ndugu ah, yangu yes. Sawa, kwa hivyo kwa upande wa Vanillah bwana, sisi mimi kwa mimi kama mimi niko upande wale watu ambao wanalalamika kwamba umewasema vibaya. Alafu sio kila mwanamke mweusi kwamba hajui kuoga. Hapana, watu tu wanathamini zile rangi zao, na sio kwamba mtu mweusi ashinde kuwa mweupe kama wewe. Hapana, saa zingine pia weupe ni ushamba. Yani kuutafuta weupe ni ushamba. Anatumia anatumia hizi manini yenyewe sema ma cream ya ya ya 2500, yani kitu ambacho kimempa ukiki ile bleach unajua wasa mjini ukiegeka bleach kidogo unaonekana wa tofauti, anajikuta yeah, mbarozi, yeah. <laughs> anajikuta mbarozi, yaani mjini hapa ya. Yaani mjini jamani, ukifu, ukieka tukicha tofauti utatakutazama na ndo Bongo ilivyo mm. Bongo inataka kwamba yani, ili uzungumziwe sana yaani unaona kama Sisemi kwa ubaya jamani. <laughs> hey. <laughs> sema tu, sema. <laughs> sema, nani? Umeona mfano kama tuchukulie kuna watu wamezoea kuweka ma bleach. Umeelewa kichwani. Mfano kama Irene Uwoya. Ah, ya kiopa hata kajala. Merewa. Na kajala au kidogo o mjini mjini kwa <laughs> na bleaches na wakubali kidogo eh, na bleaches na wakubali ya yeah, of course eh, zinawakubali umeona kuna sasa, wewe ndugu yangu, ndugu yangu, machunusi yani wanakuwa na vituko mm, mm, jamani wanakuwa mm, mm. Na tumeona na unavyozungumza, tumeona kwamba kwenye ile nini, ile ile picha yake, ndio watu unajua kwamba kuna watu wanajua kutafuta ukweli uko mm, wapi unajitamba mimi mweupe, mimi sijui nini, mimi sijui nilikuwa na hivi, lakini day of the end watu wanakuja kukuzuma, naangalia mm, kumbe wewe huna lolote kutoka yeah. Ni huku na bado hujafika mjini, watu wanataka kuona, kwa sababu sijaona. Kwa hiyo mimi nadhani kuna wakati sisi wa Tanzania tupunguze hizi drama nyingi mm, tuonyeshe kazi bwana. Umechukua tunzo, umeenda wapi huko, umefanya kazi, unang'ang'ania mm, vitu fulani mona vitu fulani ambavyo vipo mjini. Kwa hiyo kwa huyu bibie bibie, bana <laughs> mi sina, sina cha kumwambia zaidi, kumwambia tu angalia kauli zake mjini hapa. Yep. watu wanashuka na kupanda mm. Umeelewa? kwa hiyo wewe bado hujafika, unaanza kuleta hizo, unaona watu wanavyoanza kuchamba mm. kuna vitu kibao vinatakiwa vile vinakufuatwa, lakini mi naona kwa upande wa upande mwingine unaweza ukasema ah liache iliende lipite mm. Kwa sababu yeye kaongea hivyo, tuone mwisho wake unakuja kumkuta na, na nani yule nani bouncer wa nani wa Diamond yule nani yule wanamwita nani mwarabu ah mwarabu, usi nani honest mwanaitwa yule yule yule, ukiacha huyu mpya yule wa mm. zamani yule mwarabu mwausi mwarabu mwarabu fighter sio, sio, hakuna sio Harmonize yule mwarabu fighter, Harmonize sio wa Diamond ah, oh, wa Diamond ah, wa Diamond eh. Oh, hmm. Sisi tukupe we nafasi ya kuandika maoni yako hapo, mtazamaji, kuhusiana kile tumezungumza hapa. Ni kweli wanawake weusi hawana thamani? Ni kweli wanawake weusi wachafu, hawajui kuoga? Ni kweli mwanamke mweupe ndio mwenye thamani mjini? Lakini mi nakuacha na hili, sio kila kingacho ni dhahabu, vingine vinakutu. Uhu! Hayo maneno, yes. Sio kila king'acho ni zahabu ving'ara vyovyote vyote si zahabu. Mina mdunga, Bionge. Asante sana bana yeah. Kutazama 69 Media hii the gossip tunafunga kama hivyo. Dondosha comment yako hapa inakuwa unyama kabisa. Watu ambea, tumefika hapa na tunamaliza hivi. Yeah. Asante kwa kutusikiliza. Au sema na subscribe, bonyeza alama ya kengele inakuwa ni unyama. Mimi naitwa Ching. Nimeipenda hiyo. <laughs> <laughs> Eh, unashabush shabush club. Eh, subscribe. Sasa <laughs> sisi tunakuwa tumezambia, ndo hii hapa till next time. Eh. Bye bye. Hai.